Habari za sasa hivi na mabwana. Salama. Unajisikiaje kwenye na live kwanza? Naitwa Mr. Calcium. Mtandao wa kijamii napatikana kama Mr_Calcium_TZ.

Kwanza nijue mmejisikiaje kuniona live? Sisi tuko poa tu. Sawa. Tumefurahi leo umekuja superstar. Sawa. Kwa majina naitwa Laulent Nestory Ngonyani. Jina la kisanii inaitwa Mr Calcium. Nafanya stand up comedy. Nilipatikana kupitia Kulikoni comedy stage iliofanyikia Goba kwa Ndambi, wilaya ya Ubungo nilifanikiwa kupita kwenye usairi nikajiunga na Kulikoni na nimefanya training ya siku tano wiki moja, na kwa sasa hivi nipo vizuri, naweza kufanya comedy na kuchekesha audience wakiwa bila kuboeka. Na kwenye training nimejifunza vitu vingi, kwanza jinsi ya kuandika jokesi, kuandika na nzaje, kuandika setup zinaendaje na nani, kiufupi ni mbinu zipi nizitumie ili kufikisha ujumbe na kuchekesha hadhira kwa upande wa stand-up comedy, kama listing tafuta title, the way unavyoseti una panchi zako, kumanda mtu kumeka kwenye attention na kukusikilize, and then kuja kuchapa panchi zako na kumfanya audience ya cheke. Kwa sasa hivi uwezo wangu kwa jinsi nivyofundishwa, nivyoelekezwa, naona na improve, vimbaki vitu vichache tu vya mazoezi kidogo, then natarajia burudani kwa kutosha.